Habari za wakati huu, ya tumekuwa tukisikia mara nyingi unawaeleza watu, ndugu zako eh, na marafiki zako kwamba unataka kufanya biashara eh, za kimataifa eh, unataka ku export. Lakini kuna maswali kadhaa ya kujiuliza ili uweze kufanikisha hiyo export yako. Mfano uh, umeshafanya utafiti wa kujua unataka kupeleka soko gani, kwa maana ya nchi lakini na location, yaani eneo. Umeshajua ni bidhaa gani zinatoka Tanzania zinakwenda katika nchi husika. Je, una mpango biashara? Ushajua namna eh, eh, ya kupata mtaji wa kuweza kufanikisha ya biashara yako, mm -hmm. Lakini unajua namna ya kuingia mikataba na zile terms, kwa maana ya vipengele muhimu katika ile mikataba ili kuhakikisha unafanikiwa. Ukiwa una maswali mengine mengi au kama haya, ina maana unahitaji msaada ili biashara yako iweze kukua na ufanye kimataifa zaidi. Hata hivyo, hujachelewa, tuko kwa ajili yenu na watu wa aina yako. Kwa hiyo karibu sana tuweze kukuhudumia katika uandaji wa business plan, eh, kwa maana mpango biashara corporate profile eh, wasifu wa biashara yako au kampuni yako eh, lakini pia tukushauri kuhusu management. Wengi wanashindwa kufanya biashara kimataifa kwa sababu ya management, management, management, management, usimamizi. Je, ukipata order au tenda unaweza kuihudumia? Eh, una mtu wa masoko kuna mtu ambaye anahusika na masuala ya fedha.